Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na ndugu viongozi mliopo hapa, kwa kweli mnaendelea kuheshimisha mwenge wetu wa uhuru wa mwaka huu 2025, ndani ya halmashauri hii ya Newala. Jipigieni makofi mengi sana. <coughs> Naamuru kusema hivyo ni kwa sababu leo hii mmetuleta kwa vijana wetu, hawa vijana ambao wameonyesha uzalendo, wameonyesha upendo, lakini pia wanaendelea kuenzi na kutunza jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hiyo haitoshi, vijana hawa leo hii wamekuwa mabalozi wakubwa juu ya kuhamasisha vijana wenzi wao ndani ya halmashauri hii, wapigieni makofi makofi mengi sana ndugu zangu wananchi mliopo katika eneo hili. Na subutu kuyasema maneno hayo kwa vijana hawa kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati anawahutubia wananchi ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliwaahidi vijana wa Kitanzania kwenda kuwasaidia juu ya kutumia fursa zilizopo ndani ya maeneo yao, na ndiyo maana leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi aliyokuwa nayo ameendelea kuziagiza halmashauri zote, manispaa zote, wilaya na mikoa juu ya kutenga fedha za asilimia kumi kwa ajili ya makundi yafuatayo: kwanza kundi la akina mama kwa maana ya asilimia nne, kundi la vijana kwa maana ya asilimia nne na kundi la watu wenye mahitaji maalumu kwa maana ya asilimia mbili. Pigeni makofi mengi sana. Dokta Samia, dokta Samia oye, dokta mwinyi oye, oye, oye! Ndugu zangu wananchi wa eneo hili, vijana hawa wameonyesha kwa dhati ya mioyo yao kwenda kutumia asilimia kumi kwa maana ya asilimia nne za vijana. Kwa kweli, vijana tunawashukuru sana na ongereni sana kiukweli. Leo hii umeendelea kuweka heshima ambayo mwenge huo uhuru unaendelea kuiweka ndani ya halmashauri hii. Mwenge huo uhuru wakati unapandishwa juu ya mlima Kilimanjaro, baba wa taifa alikuwa anakusudia mambo yafuatayo: mwenge huu umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini, ulete upendo, uweke heshima kwa wananchi pamoja na viongozi. Hawa vijana wetu leo hii wameweka heshima ndani ya wilaya hii, wapigieni tena makofi mengi sana kwa kweli. Ndugu vijana, sisi tunawashukuru wakati ndani tunakagua humu vijana hawa wameshapewa zaidi ya milioni 30. Hawafiki hata vijana kumi humu ndani. Kwa kweli mimi niwashukuru na niwapongeze sana na niwaombe vijana wengine wa eneo hili na halmashauri hii, nendeni mukatumie fedha za asilimia kumi zilizopo halmashauri. Leo hii ni jambo la ajabu kwenda kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba wananchi na vijana wa halmashauri ya wilaya ya Newala bado hawajenda kutumia fedha ambazo umelezekeza halmashauri. Na mimi nataka niwaambie ndugu vijana na ndugu wananchi, halmashauri yetu fedha hizo zipo, na fedha hizo hazitumiki kwa matumizi mengine zaidi ya hayo makundi niliyoyataja. Nendeni mkatumie fedha hizo, naamini viongozi wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi watawapokea. Masharti ya fedha zile, huwezi kupewa kijana mmoja mmoja. Wewe ukijihisi nyumbani unapoishi, chagua wewe, nyumbani kuna nyumba ngapi? Hesabu nyumba ya kwanza, ya pili, na ya tatu na ya nne. Kuna vijana wangapi? Kikusanyeni kikundi, nendeni mkaonde mradi wenzenu. Hawa wamekuja na mfumo wa stationary. Wewe ukitaji kuweka duka la simu utapewa fedha hizo, ukitaka kuweka duka la chakula utapewa fedha hizo, wewe ukitaka kuuza vitambaa utapewa fedha hizo, ukitaka kuuza kanga, ili mradi wewe uwe na mradi tu ambao mradi huo utakuwezesha kutumia fedha hizo na ukaendeleza huduma yako na maisha yako yakaendelea kila siku raha ya fedha zile hazina usumbufu ndugu wananchi, ni tofauti na ukienda benki, labda ukapewa fedha ukawa ikiwa labda vikwazo. Hapana, fedha zile unarejesha kama ulivyozikuta, na we mwenyewe ndio utasema mimi nitarejesha kwa kila wiki, kwa kila mwezi, kwa kila mwaka. Ni waombe sana, twendeni tukatumie fursa hiyo juu ya kuunga mkono jitihada za da Daktari Samia Suluhu Hassan, Dokta Samia hoye! Dr. Samia safi. Ndugu zangu wananchi mliopo hapa, kwa kweli leo ni siku ya faraja kubwa kwa vijana wetu hawa, lakini niwaombe sana, ndugu zetu wa halmashauri, vijana hawa tumeshawapa fedha, na kwa kweli tumeshajionea kwa kitu ambacho wanakifanya. Niwaombe sana vijana hawa, ili waendelee kufanikiwa zaidi na vijana wenzao wazidi kuhamasika, tuhakikishe tunaenda kuwasajili katika mfumo wa NES, kwa sababu serikali sasa hivi imeelekeza taasisi zote, ikiwa za binafsi, ikiwa za serikali na hata wajasiriamali wadogo wadogo lazima wasajiliwe kutumia mfumo wa nesti. Huko nyuma tulikuwa tunatumia mfumo wa tanebs, mfumo ambao tulikuwa tunatumia sisi wa Tanzania na wenzetu wa nchi za kijirani, lakini serikali imekuja na mfumo huu wa nesti kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa wananchi wetu. Vijana hawa watakapojiunga kwenye mfumo wa nesti, kwa maana tenda zote za serikali ndani ya wilaya hii wataweza kuzikua na kuweza kufanya kazi yao kwa urahisi lakini pia mfumo ule wakiwa nao vijana hawa utaenda kuwasaidia kwanza, kutunza siri, lakini pia kutunza taarifa zao, lakini tatu, kupata kazi kwa haraka ndani ya taasisi zetu, ikiwa za binafsi, ikiwa za serikali. Ni kuombe sana, ndugu mkurugenzi, pamoja na kamati yako yote, hakikisheni vijana wetu hawa unawasajili kwenye mfumo wa nesti, lakini pia munawafunza jinsi ya kutumia, ili na wao waweze kupata fursa na tenda mbalimbali ndani ya taifa hili. Baada ya kuyasema hayo, ndugu vijana, mimi nawashukuru na kwa kweli, sisi binafsi wakimiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tumeridhishwa na tumeridhika na mradi wa vijana unaofanya na wenzetu wa Most Stationary Youth katika eneo hili. Wapigieni makofi mengi sana.